Sisi kwa pozisheni ni nababili, tunataka hiyo ichukuliwe. Tumesikia ODM wamekuja sana, ODM wamekuja sana Sumanate, wanatemea mate hii kiti muhimu. Sisi defend our city, si ndio? tusipoendelea na hii serikali ile ambayo tumeona kazi yake kiti yetu ya nabatu akiudki ile itasaidia sisi kujua kiongozi ni nani, ile kazi ambaye kiongozi ametufanyia, Sio fitina, sio kelele na sio mambo hiyo ingine iko katikati. Kwa ya kwamba tukisonga mbele tutapangana vizuri, hakuna siasa itatushinda. Usibabaishwe na mambo kidogo kidogo ambayo mnasikia hapa na pale. Ni vile sisi tunajua kuna majira, kuna time ya siasa, kuna time ya kazi. Na ile hii kitu inasaidia kiongozi ni kazi na jasho yake, sio kelele ambayo amepiga engokanateg tukifuatilia hii barabara ishi haraka, kuna mtu atakuwa na swali na sisi tena. Tukifuatilia ile mambo yote mmesema ifanyike, kuna mtu atakuwa na swali na sisi lakini tukiingiza siasa ya upuzi na upumbavu na kukorogana, sisi tutaumia, wananchi wataumia, na sisi viongozi hatutakuwa na jibu wakati wa kura ikifika.